Na, ndiyo, ndiyo. Na uonaje mchezo wa leo, kwa unavyohisi, unaweza ukawaje, labda unatarajia kupata matokeo gani kwa upande wa Simba, Simba, Simba Queens? Uh, Simba Queens ni timu ambayo tayari ina rekodi nzuri ina bo, uh, na rekodi bora katika michezo yote ya kimataifa pamoja na ya kitaifa na naamini kwamba katika mchezo huu uh, approach yao itakuwa ni ile ile kuhakikisha kwamba wanashinda na kupata pointi tatu, hasa ukizingatia kwamba wao kwetu sisi uh, Simba Queens ndio vinara wa, e, wa ligi ya wanawake Tanzania Tume, tumeona Simba Queens ni timu ambayo inaongoza kwa kuchukua e, taji hili msimu huu, tuone pia wakiriteni na misimu kadhaa ijayo, au tuone, kwa sababu JKT pia imekuwa ikizungumziwa sana, inakuja kwa kasi tuone Simba Queens wa kireteni haya ma hili taji kwa muda mrefu zaidi. Nafikiri jibu unalo tayari. Sasa hivi anayeongoza ligi ni Simba Queens. Kwa hiyo kwetu sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha timu yetu inaendelea kusimamia nafasi iliyopo katika e, ligi ya wanawake na tunaamini kwamba ligi ndio itakapoisha hivyo hivyo. Inshallah. Chao itakuwa ni ile ile kuhakikisha kwamba wanashinda na kupata pointi tatu. Asa ukizingatia kwamba wao kwetu sisi uh, Simba Queens ndio vinara wa E, wa ligi ya wanawake Tanzania Tume, tumeona Simba Queens ni timu ambayo inaongoza kwa kuchukua e, taji hili msimu huu, tuone pia wakiriteni na misimu kadhaa ijayo, au tuone, kwa sababu JKT pia imekuwa ikizungumziwa sana, inakuja kwa kasi, tuone Simba Queens wakiriteni haya ma hili taji kwa muda mrefu zaidi. Nafikiri jibu unalo tayari. Sasa hivi anayoongoza ligi ni Simba Queens. Kwa hiyo kwetu sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha timu yetu inaendelea kusimamia nafasi iliyopo katika e, ligi ya wanawake na tunaamini kwamba ligi ndio itakapoisha hivyo hivyo inshallah, chiyao itakuwa ni ile ile, kuhakikisha kwamba wanashinda na kupata pointi tatu, hasa ukizingatia kwamba wao kwetu sisi uh, Simba Queens ndio vinara wa, e, wa ligi ya wanawake Tanzania Tume, tumeona Simba Queens ni timu ambayo inaongoza kwa kuchukua e, taji hili msimu huu tuone pia wakiriteni na misimu dha ijayo, au tuone, kwa sababu JKT pia imekuwa ikizungumziwa sana, inakuja kwa kasi. Tuone Simba Queens wakireteini haya mahitaji taje kwa muda mrefu. Sasa hivi nafikiri jibu unalo tayari, sasa hivi anayoongoza ligi ni Simba Queens. Kwa hiyo kwetu sisi, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha timu yetu inaendelea kusimamia nafasi iliyopo katika e, ligi ya wanawake na tunaamini kwamba ligi ndio itakapoisha, hivyo hivyo inshaallah